Kwa nini tulichukua hizo sampuli? Sisi tuna mradi tunauita Nanocom. Huu mradi umejikita kutengeneza dawa za homa ya kiwele, kutibu homa ya kiwele, lakini dawa hizi zinatokana na miti asilia, siyo dawa ya dukani. Najua wengi mnajua zile dawa za dukani za kuchoma, nyingine za kuweka kwenye chuchu, lakini sisi itakuja kuwa ya kuweka kwenye chuchu, lakini inatoka kwenye utovu wa mti ambayo inapatikana Arusha na Manyara. Sasa ili tuweze kujua ukubwa wa tatizo, ni lazima mpite kwa wafugaji, muangalie kwamba kwa hicho mnachokitengenezea dawa kweli ni changamoto au kweli ni tatizo, sababu mnaweza mkatengeneza dawa ya eh, tatizo ambalo halipo, alafu siku ya mwisho haina faida. Lakini tulivyopita tu ili tu, tuone tatizo likoje, lakini pia tulipita na dodoso kujua uelewa wa wafugaji wengi, yaani upeo wao kwenye mgonjwa wa kiwele, lakini pia upeo wao kwenye kwa sababu homa ya kiwele sio ni kitu kimoja, yaani ina, ina, ni mchanganyiko wa mambo mengi kwenye ufugaji. Kuna tunasema kuna ile jinsi unavyomtunza ng'ombe, unavomlisha, lakini pia jinsi unavyotumia vyombo vyako vya kukusanyia maziwa, jinsi ya ukamuaji usafi wa sehemu ng'ombe anapolala wa mabanda, usafi wa mkamuaji mwenyewe. Kwa hiyo vyote ni vitu ambavyo tulikuja kupita na kuona kwamba uelewa wa mfugaji kuhusiana na hivi vitu vya kukinga vya kuzuia au vya kuchangia kwenye homa ya kiwele. Kwa hiyo mwaka jana tulipochukua sampuli, wengine walipewa majibu, mengine mmepewa jana, na zani walivyokuwa wanapita kabla hawajachukua sampuli, wanakupa na majibu yale yaliyopita, na wanakupa tena ya, ya, ya maziwa ya jana, tukaja kugundua kwamba hii tatizo sio, sio dogo kama tunavyodhania, kwa sababu asilimia kubwa tulikuwa tukipita, yani unaweza ukakuta kuna asilimia kubwa ya watu unakuta aidha ni chuchu moja au mbili, au wengine ni zote zina shida ya homa ya kiwele, lakini mfugaji mwenyewe hajui. Yeye anakamua maziwa anayoona yako vizuri, lakini kuna nani ya homa ya kiwele ambayo sisi tukitumia ile reagent tunaona. Kwa hiyo tuna tukakupa majibu, lakini sio hapo tu. Baada ya kukupa majibu, tukaenda kuangalia wadudu gani wataota kutoka kwenye yale maziwa.